Ha? Karibu na tairi sio katikati. Ah, so, so. Ila usijali, unajua kazi ya sisi hapa, okay. okay. Sisi ukileta gari hey. lazima iondoke ikiwa fresh. Fresh. Yeah. Eh? Manas yes, mimi shemeji namuonaga anapita na kuna sehemu anaenda umeona? Kila mara namuona anakatiza, haiwezekani, hakuna kitu kama hicho <Glalas in the background> Twende mwanangu, ebu ngoja kwanza, pita okay. pita no. Mwanangu utazingatia maokoto ya gari sawa sawa. Mona, hizi ndo gesi za kisasa sasa, kulikoni mimi mume wangu, nimekuja kupiga picha hii. Ni kampuni kubwa sana inaitwa Jom Media. Woga tunakuja kupiga picha, zile picha ambazo tunaposti mitandaoni, zile picha za kisasa ambazo zinang'aa vizuri. Tunapiga hapa, lakini mume wangu, nakumbuka kwenye birthday yako nilikuletea kikombe ambacho kina picha yako kwa nje. Ndio. Kile ambacho ukiweka maji ya moto kinaonekana, picha yako inaonekana, ukitoa maji ya moto picha yako haionekani tena. Kile kikombe tumetengenezea hapa mume wangu, lakini nakumbuka zile sahani tulizoweka picha za mtoto wetu mchanga yule. Tumezitengenezea hapa pia mume wangu, lakini pia nakumbuka tulienda kwenye semina kule Hmm. Tu, ile bango lile kubwa ambalo lilikuwa tumetengeneza tumeka na picha zetu sawa, sawa. Tu, na maandishi yale ambayo yanaonyesha shughuli za wanawake. Tulitengenezea hapa pia media lakini mwangu nakumbuka zile t-shirt tulizovaa kwenye msiba wa Mzee Shabani. Hmm. Zile t-shirt tumetengenezea hapa pia. Hii ni kampuni kubwa. Kwanza umeingia tu kwa asili. Yaani ungeingia vizuri mimi na hakika ungekuelekeza. Wana, wana audio studio wanatengeneza muziki hapa lakini pia matangazo ya biashara, si nakumbuka nikwambia lile gengi langu nataka nitengenezee na nili matangazo ya biashara mm. Yale ya sauti ya kisasa wanatengenezea hmm. Hapa pia mimi wangu, hapa kunaitwa John Media. Mimi sije kufanya umu ani haki ya Mungu Mungu, mimi siwezi kufanyia hivyo, yaani mimi ninavyokuheshimu hivyo kabisa, mimi nje kufanya ujinga kabisa mangu, kufanya hivyo, Mungu, mimi siwezi kufanya hivyo, haki ya Mungu. Shemeji, acha kumuongopea mwenzio, unaona sasa. Koba ah, mimi nijua guest kiongozi. Naam bwana Naomba utusamee bwana, niwasamee. Karibuni sana Media kama alivyokuelekeza mke wako huduma zote hizo zinafanyika hapa. Asante bwana. Nakipenda sana kile kikombe. Ah, karibu sana. kikombe kile cha maji moto nakipenda sana. Karibu sana mzee. Yaani kawaida hivi haionekani picha yangu yeah. Wakiwe kama tu chai picha yangu inaonekana. Asante <laughs> Na <sana>. sisi <laughs> tupige picha moja